Ni mwendelezo wa kampeni kwa mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha Makini, ambapo ametembelea masoko huku akinadi sera za chama chake na kuwaahidi wafanyabiashara wa viungo vya vyakula kuwapatia mikopo isiyokuwa na riba ili kuimarisha kilimo cha biashara hiyo visiwani humo. Hakuna sababu Zanzibar kuwa Zanzibar spice island, tutafute spices kutoka nje ya Zanzibar. Chama cha Makini kitaendesha mikanizi nzuri kuhakikisha kwamba tunazalisha spices Zanzibar tunazalisha spices Zanzibar zote, hiliki, mdalasini. Na wafanya biashara, tutawawezesha mimi niwaambie ndugu zangu wafanya biashara, tutatoa mikopo ambayo haina riba. Kila mfanya biashara atapewa milioni kumi, afanye biashara, mkopo huo hauna riba. Niwahakikishie Wazanzibari na niwahakikishie wakulima, wakulima wa spices tunakwenda kuwaboreshea maisha yao kulima spices zipatikane Zanzibar. Aidha, mgombea huyo akawaahidi wananchi kutotumia mchele wa mapembe unaoingizwa nchini, sambamba na kushusha bei ya mchele wa basmati ili kila mwananchi aweze kumudwa gharama za kununua mchele huo. Ikifika tarehe 29 mwezi wa kumi, endapo wazanzibari wakinichagua, mchele wa mapembe basi watafute mchele mwingine, sio mapembe. Hatutaki wazanzibari wale mapembe. Lakini si hayo tu, tumeona basmati inauzwa kilo shilingi elfu nne. Najiuliza kwa nini basmati iuze kilo shilingi elfu nne? Mchele uko mwingi India, tumefanya ziara India, mchele unapatikana kwa wingi tena mchele mzuri. Kwa hivyo kuna kila sababu wananchi wa Zanzibar kuichagua chama cha Makini kuhakikisha kwamba mchele Zanzibar kilo mchele wa basmati kilo ni shilingi elfu moja. Uwezo huo uwe upo na hali hiyo ipo, pamoja na kuendelea kwa kampeni hizo za chama cha Makini, mgombea huyo amesisitiza suala la kuilinda amani ya nchi ili chama chake kiweze kutekeleza sera zake baada ya kumalizika uchaguzi, iwapo atachaguliwa kuwa rais wa Zanzibar. Kutoka Kisiwani Unguja, Naima Haji, Azam News.